Pili, Kajala anapokuwa na Harmonize anakuwa na nyota fulani hata ya kupata endorsement kupata kazi, lakini akiwa nje ya Harmonize hana maisha. Nikwambia ana Kajala, yani, Kajala nje ya Harmonize. Utasema ni mwanamke amb... ambaye anasafiri anatoka hapa anakwenda Dubai, anatoka Dubai Tanzania, akija Tanzania hatujui anapoishi lakini sasa hivi sasa baada yupo na Harmonize, utasema Kajala ni mwanamke ambaye yuko anamsimamia mume wake Harmonize, na ukita kumpata Kajala nenda Salasala, Konde Village unamkuta pale kaka, tayari unamdescribe Kajala kwa usoni wake, nawaambia nenda kamzalia Harmonize na wakati wake. Kwa sababu hata Harmonize, Harmonize toka ameachana na Kajala kitu kicho kinamsumbua utai yeah kwa sababu alikuwa hawezi kukutana na mtu sahihi, lakini na, na, na <laughs> <but una>, alikuwa anapiga <laughs> picha za hovyo, anakutana na watu hawana sura. Kwa hiyo kuna maisha unataka kukutana na mtu unakuwa, unakuwa peaceful mm. Sasa hivi nakupa miezi, miezi mitatu utamwona Harmonize atabadilika lifestyle mwonekano kila kitu, hata Kajala atabadilika. Ni mnamwona Kajala ijigo? Hapana, Kajala alianza tu mambo ya mtanda mambo ya ustar star mapema. Kajala ni binti mdogo kaana hivi. Kajala ajafanya makeup mtazame, ni kivile tu kiranga. alikianza mapema akapata mtoto mapema, ni kiranga, ni kitu cha kawaida kwa binadamu lakini Kajala ni binti mdogo bado, anaficha pale. Kajala ana nafasi ya kuzaa hata watoto wanne wadogo zake Paula akawapata.